Hujambo! jina lako ni nani? Sijambo, jina langu ni Kasim. Na wewe? Jina langu ni Juma. Unatoka wapi Kasim? Ninatoka Uganda. Na wewe? Mimi ninatoka Nigeria. Unakaa wapi kwa sasa? Ninakaa hapa Nairobi. Na wewe? Mimi pia ninakaa Nairobi. Sasa unaongea lugha gani? Ninaweza kuongea lugha tatu: Kiigbo, Kiingereza na Kiswahili kidogo. Hongera sana. Mimi ninaongea Kiswahili na Kiingereza tu. Unafanya nini sasa? Ninajifunza Kiswahili. Mimi pia ninajifunza Kiswahili. Vizuri, tunaweza kujifunza pamoja. Bila shaka.